Kwa mara ya kwanza tangu vurugu za Oktoba, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametamka maneno ambayo yamewaacha Watanzania wengi wakiwa na maswali mazito kuliko majibu, na leo nitakuonyesha vipande vya video ambavyo vinaeleza kwa nini nchi inachemka na kwa nini wananchi wengi wanasema hii si haki. Kama ulikuwa unajiuliza kwa nini mitandao ya kijamii imewaka moto, leo utapata majibu. Karibu sana hapa Mizuka Media, mahala ambapo tunavunja ukimya, tunasimulia ukweli na tunakuonyesha kila ambacho wengine wanaogopa kusema. Tuanze na kauli ambayo imezua mjadala mkubwa sio tu Tanzania bali hata Kenya. Katika kikao chake na wazee wa Dar es Salaam, Rais Samia alizungumzia chanzo cha vurugu zilizotokea, lakini hapa kuna kitu muhimu: hakuwataja wa Kenya moja kwa moja, lakini maneno yake yanaonekana kuashiria kuwa kuna mamlaka ya nje iliyoingilia mambo ya Tanzania, na hapa ndipo hasira ya wananchi wengi inapoanzia. Watu wanajiuliza kwa nini lawama zinapelekwa nje badala ya kusikiliza kilio cha raia wa Tanzania. Tazama kipande hiki, kisha uniambie kama unaliona hilo pia. Nakumbuka wakati mmoja, katika ukumbi huu nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa hapa nilizungumza nikasema, kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani, wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera, liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29 zikaendelea na thalathini, si desturi wala utamaduni wa Watanzania, si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Sasa kauli ya pili inaumiza wengi zaidi. Rais Samia aliwaambia wazee kuwa wazazi walipaswa kuwazuia vijana wasishiriki maandamano. Wengine wanasema hii ni kama kusema tatizo sio mfumo, si uchaguzi, si maumivu ya watu, tatizo ni wazazi wabaya. Wananchi wanasema lakini vijana walienda barabarani kwa sababu ya hali yao, maisha yao na mustakabali wao. Kwa mara ya kwanza tunaona lawama zikigeuzwa kuwa mzigo wa familia wakati waliojeruhiwa na kupoteza maisha walikuwa vijana waliochoka na mfumo. Nakumbuka wakati mmoja katika ukumbi huu, nimesahau ilikuwa shughuli gani, lakini nikiwa kwenye kiriri hiki hapa hapa nilizungumza nikasema, kwamba kuna watu wanakuja kutuchafulia amani, wameshaharibu wanakotoka, sasa wanataka kuchafua huku. Hilo nalo liliwakera, liliwakera sana, na labda pengine ndio hii kutuonesha, kwamba hata na nyinyi sio wasafi pia. Sasa niseme tu kwa ufupi kwamba vurugu zilizotokea tarehe 29 zikaendelea na 30, si desturi wala utamaduni wa Watanzania, si desturi wala utamaduni wa nchi yetu wala watu wetu. Kauli inayowasha moto zaidi kuliko zote ni hii. Rais Samia alisema kwamba nguvu iliyotumika na serikali ilikuwa sahihi na inayokubalika. Wakati familia nyingi bado zinaomboleza, wakati video za wananchi wakipigwa zinatembea mitandaoni, kauli hii imepokelewa kwa uchungu mno. Watu wanahoji, ikiwa nguvu ilikuwa sahihi, mbona tuna mazishi? Mbona majeruhi walijaa hospitali? Je, yeah, hili ni jaribio la kufuta ukweli uliorekodiwa na macho ya Watanzania? Tazama kipande hiki alafu tuambie wewe unaona vipi? Nguvu inayotumika inaendana na tukio lililopo. Tunapoambiwa kwamba tulitumia nguvu kubwa sana kwenye tukio lile, nguvu ndogo ilikuwa ni ipi? Ilikuwa tuwaangalie wa, waandamanaji waliojiandaa kufanya mapinduzi mpaka wafanikiwe? Hapo patakuwa pana dola kweli? Dola haiko hivyo, na hayapo Tanzania peke yake tulishashuhudia kwa wenzetu waandamanaji wengi wanaingia njiani, na wakiingia njiani, serikali ikiona huu uandamanaji unakwenda pasipo, wanaweka nguvu kubwa, wanaweka nguvu kubwa. Yameshafanyika kwenye mataifa huko na tumeaona. Sasa wanaporudi kutulaumu, mlitumia nguvu kubwa, wao walitaka nini? Tujiulize, je, hao ndio wafadhili wa kile kilichofanyika? Walitaka tuangalie ile mobu mpaka ifanikiwe, walichowapa fedha, walichowatuma? Hapana, tuliapa kulinda nchi hii na mipaka yake, usalama wa raia na mali zao. Kwa hiyo katika kufanya hivyo, kama wanavyofanya wao, na sisi tutafanya vile vile kuilinda nchi hii na kauli nyingine iliyowaacha wengi midomo wazi ni pale rais samia aliposhangaa kwa nini watu wengi wanahoji ushindi wake wa asilimia tisini na saba akatumia msemo wa kiswahili pauka pakawa sentensi ambayo imechukuliwa na wengi kama kuhalalisha ushindi wa kiwango cha juu kupita kawaida lakini wananchi wanauliza kwa nini ushindi wa asilimia tisini na saba unastahili kushangiliwa wakati kura zenyewe zinajadiliwa ni kauli ya matumaini au ya kukwepa maswali ya msingi angalia mwenyewe Alafu wanahoji kwa nini isiwe waswahili wanasema paukwa pakawa. Wao hawakuwepo, na wale kumi na sita waliokuwepo ni wadogo sana. Wao ambao wangetingisha CCM hawakuwepo, hakukuwa na Chadema, hakukuwa na sc ndio ambao tungekwenda nao, na sisi tulijitayarisha kwamba tunakwenda kupambana na vyama vyenzetu vikubwa, hawakuwepo. mwananchi afanyeje? Tunataka kuambia hata hawa wafuasi wao walipigia chama cha Mapinduzi, walipigia chama cha Mapinduzi. Wale wanaohoji kwa nini asilimia 97, hiyo ndio kilichotokea. Ni asilimia 97 ya waliopiga kura, sio ya watanzania wote, ya waliopiga kura ni asilimia 97. Kazi imefanyika, kampeni imefanyika, na watu wameelewa, wamepiga kura na Mungu ni mkubwa, kwamba lile balalawa lilianza saa tano sijui sita, watu walishajipeleka mapema asubuhi, wakapiga kura wakaondoka. Mungu ni mkubwa, hasa kwenye miji, hawakufanya kote, hasa kwenye miji. Kwa hiyo ndugu zangu, sisi ni Watanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania. Jeraha limetokea. Lazima sisi Watanzania tutibu jeraha letu. Halafu kauli nyingine, Rais Samia aliwageukia viongozi wa dini. Kwenye kipande hiki utaona wazi msisitizo wake kwamba kanisa halipaswi kuchochea bali kuhubiri amani. Lakini hapa pia ndipo swali linakuja: je, viongozi wa dini walichochea au walitetea waumini walioumizwa? Kauli hii imeibua mjadala mkubwa, kwa sababu makanisa mengi yamekuwa mstari wa mbele kulilia haki za majeruhi na familia za waliopita mbele za haki. Wengine wanasema huenda hii ni njia ya kuwadhibiti ili wakae kimya. Tazama kipande hiki, mbali viongozi wa dini kama kweli kama kweli vizimba vile tunavyoingia msikitini, Allahu Akbar Allahu Akbar, na madhabahu yale tunayoyatumia, kama kweli tunayatumia kwa moyo na kumsabili Mungu, twendeni tukamsabili Mungu, tuacheni huu uchochezi unaotokea. Tuacheni tusende kumtania Mungu, huku ni kumtania Mungu kuchukua utashi wako binafsi wa nafsi yako ukauingiza ukauvisha majoho ya dini. Hapana, huku ni kumtania Mungu, ni kumtania Mungu. Tuacheni kumtania Mungu, ndugu zangu. Nimesema kazi yetu sasa ni kuziba jeraha, na hapa nataka nizungumze na watoto wangu pia. Kwa ujumla hiki kikao cha rais Samia na wazee wa Dar kimeacha maswali mengi, kama: kwa nini lawama zimehamishwa nje ya nchi? Kwa nini vijana na wazazi wanaonekana kulaumiwa? Kwa nini nguvu iliyotumika inatetea serikali zaidi kuliko wananchi? Na je, Tanzania inakwenda wapi baada ya kauli hizi? Wananchi wengi bado hawajapona na hali bado ni ya moto. Hii ndio sababu kauli hizi zimezua hofu, hasira na mjadala mkubwa, sio tu Tanzania, hadi Kenya, Uganda, Burundi na diaspora pia. Sasa ni zamu yako, wewe mtazamaji wangu, unadhani rais Samia alikosea au